Itakuwa ina uzinduzi rasmi wa sera uh, ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 ambao uzinduzi huo utafanyika siku ya tarehe uh, 17 mwezi huu wa tatu mwaka 2025 hapa jijini Dodoma. Na katika uzinduzi huo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo uh, napenda kuchukua nafasi hii na fursa hii kuwakaribisha wadau wote wa sekta ya ardhi uh, kuweza kuja kushiriki nasi uh, katika uzinduzi wa sera hii ya ardhi uh, ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. Kwanza, maandalizi uh, maandalizi yamekamilika kwa asilimia 90. Na hizi kumi tunazimalizia siku ya leo na kesho. Uh, na kama nyinyi wenyewe mnavyoona ukumbi sasa, hizi kila mtu yuko bize katika kuhakikisha uh, mambo yote yanakuwa sawa uh, lakini vile vile tunao wageni mbalimbali uh, wameshatoa uh, taarifa ya kuwepo kutoka wawakilishi wa nchi zao kwa maana ya mabalozi, kupitia ofisi ya, ya, ya wizara ya mambo ya nchi za nje, wameshatoa uh, taarifa kwamba watashiriki, kwao tunao, lakini vile vile tunao wakuu wa mikoa tunao mawaziri, tunao wakuu wa wilaya, tunao makatibu tawala wa wilaya, makatibu wakuu wa wizara mbalimbali mbali. kwa sababu mtafahamu kwamba, au mnafahamu kwamba ardhi ni kiungo cha kila kitu, hakuna ambacho kinaweza kufanyika bila kuwa na ardhi. Kwa nchi yetu na sera ilikuwepo ya mwaka 1961 na, na yakaja kufanyika mabadiliko makubwa mwaka 1995 na, na mabadiliko haya ambayo yanaenda kuboresha ile ya mwaka 1995 ni yanaendana pia na wakati muda, kwa sababu ni miaka e, 30 sasa inakuwa imepita kutoka mwaka 1995 na, na ndio maana kuna maboresho yaliyofanyika katika e, sera hii ambayo ni toleo la mwaka 2023.